Naam, karibu mtazamaji wa gumzo la Ghassani, karibu kwenye updates zetu, na tumepokea tena updates kutoka kisiwani Pemba, ambako mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo ambaye alikuwa ndiye mgombea urais uh, wa chama hicho urais wa Zanzibar, uh, katika uchaguzi uliofanyika hivi karibuni Othman Masoud Othman leo Jumanne tarehe kumi na moja Novemba 2025 alikuwa na mazungumzo na viongozi mbalimbali mbali wa mkoa wa kichama wa Micheweni kisiwani Pemba ili kuzungumzia matukio na matokeo yaliyojiri nchini katika uchaguzi huo ambao ulimalizika mwezi huu wa Oktoba. Kikao hicho ambacho ni mwendelezo wa ziara zake kisiwani Pemba kiliwajumuisha pia viongozi wa kamati za uongozi wa ngazi za mkoa, majimbo, matawi, pamoja na wale waliokuwa mawakala wa uchaguzi huo kwa mkoa wa kichama wa Micheweni. Kilifanyika kwenye ukumbi wa Sadam, jimbo la Micheweni, ambapo pia kilisikiliza taarifa za ushahidi wa baadhi ya matukio yaliyojitokeza katika mchakato wote wa uchaguzi sambamba na kupokea maagizo ya chama. Katika kikao hicho mwenyekiti huyo wa chama Othman Masoud Othman pamoja na viongozi wake waandamizi walipokea ripoti za kile wajumbe walichokiita uchafuzi wa uchaguzi mkuu katika majumba manne ya mkoa huo wa kichama wa Micheweni. Zaidi tutaletea baadaye kwa yale ambayo yamezungumzwa kwenye mkutano huo. Asante, endelea kuwa nasi hapa Gumzo la Ghassani.